Naam, bwana moja kati ya vitu ambavyo tumegundua ni kwamba katika harusi ya Juksi kule Nigeria ni kwamba mwanadada Zuchu hajapata nafasi ya kwenda. Yaani Zuchu hajaenda kule Nigeria, Zuchu amebaki Tanzania. Sababu ambayo imemfanya Zuchu abaki Tanzania haijajulikana kwa sasa hivi, lakini tutalifuatilia kwa undani, tutafuatilia hiyo issue kwa undani tuweze kufahamu kwamba nini exactly ambacho kimesababisha Zuchu kuto kuhudhuria au kuto kuongozana na Diamond katika harusi ya Juksi kule Nigeria. Uh, lakini kwa kwa mujibu wa wadau mbalimbali akiwemo Ustaz Juma hapa na Musoma, yeye pia alikuwa na maneno yake kuhusiana na hiyo issue, akidai kwamba kutokana pia na vile vile kauli ambayo ameizungumza Diamond. Kuna kauli ambayo Diamond amesikika akizungumza kwamba kule Nigeria anataka apate mwanamke mwingine, yani mke wa pili, kwa sababu tayari na mwanamke mmoja huku Tanzania, anataka apate tena mke wa pili kule Nigeria. Basi Ustaz Juma na Musoma bwana amekuja kutilia mkazo kauli hiyo, akidai kwamba Diamond, akidai kwamba Zuchu hapendwi na Diamond, kaenda Nigeria kutafuta mwanamke mwingine ambaye ameshaandaliwa huko na vitu vingine kibao na hiyo, hiyo ndio sababu ambayo imemfanya Zuchu kutokwenda katika harusi hiyo ya Jux aki, akiwa ameongozana na Diamond huko Nigeria. So msikilize hapo Ostaz Juma mwenyewe alichokizungumza. ameenda ameenda Nigeria kwenye sherehe ya msanii mmoja kutoka Tanzania akiwa ameenda na jamaa mmoja ambaye nasemekana amechikachua mabilioni huko kwa Arabu akaliako sasa cha ajabu na, na nachoendelea kumwambia Chukiranga kwamba Diamond angekuwa ni kipindi kile cha mwanzo mwanzo alivyokuwa kikupenda angeenda na wewe Nigeria, lakini amekuacha, amekuacha kwa maana hana mpango na wewe, hana issue na wewe. Chukiranga, narudia kukuambia, njoo kwangu nitakupa mahaba, nitakupa raha ya mapenzi. Mm -hmm. Chukirangangu chukirangangu, ntakupenda hivyo hivyo mama, hata kama msumali umekuchoboa toboa sana, lakini ntafumba macho mama. Uzuri uh, wa mwanamke ni kujistiri na kuficha aibu yake watu wakijua aibu zako bwana, ni aibu kwa yule mwanamume atakaye kuoa. Ndio maana mara nyingi mwanamke anaambiwa kwamba usifanye mambo ukayatangaza, ni kumdhalilisha mumeo aliyekupangia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala. Kwa hiyo mimi sina neno, tavumilia, tuchukiranga madam, nishawa promise wa Tanzania na wa Kenya na wa Uganda na wa East Africa kwamba wewe utakutia mkononi inshallah, njoo tufanye maisha lakini Dynamo ana mwanamke mwingine uko na Nigeria kashatafutia, na bibi harusi wa Nigeria angekuwa na mpango na wewe, angeenda na wewe na hiyo ndege walioenda nayo, ambayo ni private jet. Sasa najua kuna donation imepita hapo, mzee aliyechukua mabilioni kwa Arabu, akaliakuwa ameambiwa tuendeze Nigeria tukodi ndege Miaka sita sita pale ima, akasema kwamba kama mi ni, ki, ni kichanga Chukiranga ana haja kwenda, kwa sababu siwezi kuchanga mimi private jet akaenda Chukiranga, maana itaonekana wewe ndio umeikodi umeenda na mwanamke wako. Ah, Chukiranga wa nini bwana, mimi Chukiranga sina habari naye eh. Kumbe jamaa shaimwambia bibi harusi wa Nigeria kwamba nitafutie rafiki yako. <laughs> Chukiranga, Chukiranga, yani wewe lazima nikutie mikononi mwangu mama.